Marekani imejiondoa rasmi kutoka kwa Shirika la Afya Duniani WHO, na kuacha shirika hilo la Umoja wa Mataifa bila mmoja wa wafadhili wake wakubwa. Rais wa Marekani, Donald Trump alitia saini agizo kuu la kuashiria kujiondoa mwaka mmoja uliopita, baada ya kukosoa shirika hilo kwa kuipendelea China wakati wa janga la COVID-19. Idara ya Afya na Huduma za Kibinadamu ya Marekani ilisema ilichukua uamuzi huo kutokana na madai ya WHO kushughulikia vibaya janga hilo, kutokuwa na uwezo wa kufanya mabadiliko, na ushawishi wa kisiasa kutoka kwa nchi wanachama WHO. imekataa madai haya na mkurugenzi mkuu wake Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kujiondoa huko ni hasara kwa Marekani na dunia kwa ujumla. Shirika hilo lilitaja jitihada zake za kimataifa za kukabiliana na polio UKIMWI, vifo vya uzazi, na mkataba wake wa kimataifa kuhusu udhibiti wa tumbaku. Kufuatia janga hili, nchi wanachama wa WHO walishirikiana kuunda mkataba wa kimataifa wa janga kwa lengo la kuzuia, kujiandaa na kukabiliana na janga la siku zijazo, pamoja na kugawana chanjo na dawa kwa haki zaidi. Mkataba huo hatimaye ulikubaliwa mnamo mwezi Aprili mwaka jana na nchi zote wanachama wa WHO mbali na Marekani. Washington kwa jadi imekuwa mmoja wa wafadhili wakubwa wa WHO, lakini haijalipa ada zake za mwaka 2024 na 2025, ambayo tayari imesababisha upotezaji mkubwa wa kazi katika shirika hilo, ingawa wanasheria wa WHO wanapendekeza kuwa Marekani inalazimika kulipa malimbikizo hayo yanayokadiriwa kuwa ni dola milioni mia mbili na sitini. Washington ilisema haikuona sababu ya kufanya hivyo. Ilisema kwamba ufadhili wote wa serikali ya Marekani kwa WHO umekatishwa. Wafanyakazi na wakandarasi wa Marekani wamerudishwa kutoka makwao makao makuu ya WHO huko Jeneva, Uswisi, na ofisi zake ulimwenguni kote, na mamia ya mawasiliano kati ya Marekani na WHO yamesimamishwa au kukatishwa. WHO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 Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba. <totipos>